Ukitaka kujua kuwa unachokula chakula kina umuhimu kwako au kina umuhimu kwako, kwanza anza kupiga mahesabu sawa, anza kupiga mahesabu, ni kile hicho chakula napata kitu gani? Kwa mfano nimekula mayai kumi. Hapo kwenye mayai yangu kumi najua nimepata protini na healthy fat, mafuta mazuri, nikaongeza labda na parachichi langu moja, hapa najua nimekula vitamins, minerals na mafuta yangu mazuri. Ikatokea ile mayai labda nikaanga labda kwa mafuta kama ghee, beef tallow au bata au mafuta ya nazi, najua humndani nimepata healthy fat, good cholesterol kwa ajili ya hormones zangu, kwa ajili ya ngozi yangu, kwa ajili ya neurotransmitter, kwa ajili ya ubongo wangu. Labda nikaenda mbali, nikaenda mbali, nikaenda mbali, nikachukua mboga majani, labda tembele, mchicha au kabichi, najua nimepata glutamine, ambao ni complex carbohydrate ambayo ina fiber. Sasa niambie wewe kwenye ugali unakuwa umepata nini? Niambie wewe kwenye maziwa unakuwa umepata nini? Niambie wewe kwenye wali unakula kila siku unakuwa umepata nini? Niambie kwenye hiyo soda, kwenye hiyo pombe, kwenye hivyo vyakula vya kiwandani, kwenye hiyo juisi za makopo unakuwa umepata nini labda? Hiyo ndio njia nzuri ya kujua mwelekeo wako unaenda vipi. Mwelekeo wa afya yako, mwelekeo wa malengo yako ya kupungua au kujenga mwili, mwelekeo wa kurekebisha tumbo lako. Watu wanaumwa sana kwa sababu wana matatizo ya Ini wanauma malizi wa tumbo. Asilimia 80 ya kinga yako ya mwili iko hapa tumboni. Matatizo ya ngozi, sijui pumu, sijui autoimmune lupus, sijui changamoto zote za kiafya zinaanzia hapa. Lakini mtu kwa sababu chunusi haamini kama inahusiana na tumbo, anaenda kujipiga kunywa collagen. Haamini uzee wake unatokana na vyakula vibaya anavyokula. Anaenda kujipiga sijui sindano gani. Is a Anaenda kufix tumbo lako. Ini lako litakuwa fixed pia. Kila kitu kitaanza kuwa sawa. Jua linapunguza kwa sababu tumbo lako ni chafu. Unanuka vibaya, una harufu mbaya, hauwezi kukaa masaa bila kupulizia perfume kwa sababu tumbo lako ni chafu. Kila kitu kinaanzia hapa. Ukiwa unatoa harufu kali, it means unazooza kutoka ndani, na uozo unatokea wapi? Kwa kuwa inflammatory food, sukari, nikiwa na maanisha ngano, nikiwa na maanisha vyakula vyakiwa ndani, nikiwa na maanisha na lactose, nikiwa na maanisha na mafuta ya mbegu. Chunga afya yako kwa sababu afya yako ni jukumu lako, sio afya, sio jukumu la mtu mwingine yoyote wale.